yeye ni mjumbe naye, mheshimiwa rais, ni prominent figure Tanzania. Yeye ni jaji mkuu mstaafu wa Tanzania aliyehudumu katika nafasi hiyo kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2025 alipostaafu. Kabla ya kuwa jaji mkuu, aliwahi kuwa jaji, jaji wa mahakama rufani, uh, jaji wa mahakama kuu na profesa wa sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam pia akiwa jaji mkuu alisimamia maboresho makubwa ya utendaji kazi wa mahakama ya Tanzania, na kwa kutambua mchango wake katika kazi hiyo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alimtunukia Profesa Juma nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la pili. Amewahi pia kuwa mwenyekiti wa tume ya kurekebisha sheria, na akiwa jaji, kama jaji mkuu pia alihudumu kama kamishna na mwenyekiti watume au tumishi wa mahakama. CV yake naye ni ndefu, lakini nimepiki machache machache. Uh, watatu ni Balozi Ombeni Yohana Sefue, naye ni mjumbe. Uh, naye ni prominent figure katika nchi yetu. Kwa kifupi, uh, Balozi Sefue ni balozi, mwanadiplomasia mwandamizi na katibu mkuu kiongozi mstaafu katika nafasi yake akiwa katibu mkuu kiongozi, aliwahi pia kuwa katibu wa baraza la mawaziri, katibu wa baraza la usalama la taifa, na mkuu wa utumishi wa umma. Aidha, katika nafasi yake ya katibu mkuu kiongozi alisimamia kazi za tume na timu mbalimbali ambazo ziliundwa na rais wakati huo. Katika majukumu yake ya kidiplomasia amewahi kuwa balozi na mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa na balozi wa Tanzania katika nchi za Marekani na Kanada. Amewahi pia kuwa mwenyekiti wa jopo la wataalamu kwa ajili ya kufanya tathmini ya masuala ya utawala bora barani Afrika, yani African Peer Review Mechanism. pia amewahi kuwa msaidizi wa rais, ya, rais wa awamu ya pili uh, hayati Ali Hassan Mwinyi na rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin William Mkapa na ndiye aliyesimamia uandishi wa vitabu vya marais hao ambavyo ni Maisha Yangu, Kusudi Langu cha hayati Mkapa, na Mzee Ruksa, Safari ya Maisha Yangu cha hayati Mwinyi. Na pia balozi Sefue alikuwa makamu mwenyekiti wa tume ya rais ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai nchini. Mwingine ni IGP mstaafu Saidi Ali Mwema ambaye ni mjumbe. Mheshimiwa Rais, yeye ni mkuu wa jeshi la polisi IGP mstaafu. Akiwa IGP alisimamia maboresho makubwa ya jeshi la polisi, ikiwa ni pamoja na utekelezaji na kuandaa mkakati wa polisi jamii. Akiwa IGP pia aliongoza jeshi hilo kupambana na uhalifu mbalimbali, ikiwemo uhalifu wa kuvuka mipaka, ugaidi biashara haramu ya binadamu na madawa ya kulevya. Amewahi pia kuwa mkuu wa kanda ndogo sub-regional bureau ya Interpol uh, iliyopo Nairobi, Kenya, na pia amewahi kuwa mjumbe wa tume ya rais ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai. Wa tano ni balozi luteni jenerali mstaafu Paul Ignace Mela, yeye ni mjumbe Uh, Luteni Jenerali Mera ni balozi na Luteni Jenerali mstaafu wa jeshi la wananchi Tanzania. Amewahi kuwa balozi wa Tanzania nchini DRC. Akiwa jenerali mwandamizi wa jeshi, Jenerali Mera ameshiriki katika shughuli nyingi za kuleta amani. Afuatayo ni baadhi tu ya majukumu aliyowahi wa kuyatekeleza. Amewahi kuwa Force Commander wa majeshi ya Umoja wa Mataifa Darfur na amewahi kuhudumu kwenye timu ya usuluhishi chini ya Rais mstaafu wa Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa msuluhishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mgogoro wa mashariki ya DRC. Wa sita, Mheshimiwa Rais, ni balozi David Joseph. Ni yeye kapya, naye ni mjumbe yeye. Ni balozi na mwanadiplomasia mwandamizi na yafuatayo ni baadhi tu ya majukumu ambayo amewahi kuyatekeleza katika utatuzi wa migogoro. Amewahi kuwa msaidizi mahususi wa Rais wa Awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa katika mazungumzo ya kutatua amani mashariki ya DRC. Amewahi kuwa msaidizi mahususi wa Rais wa Awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa katika usuluhishi wa mgogoro wa Sudani juhudi ambazo zilipelekea kuzaliwa kwa taifa jipya la Sudani Kusini. Amewahi pia kuwa mshauri mahususi wa rais wa awamu ya tatu hayati Benjamini Mkapa katika upatanishi wa mgogoro wa kisiasa nchini Burundi. Amewahi kuwa msaidizi mahususi wa rais wa awamu ya nne Mheshimiwa Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete katika timu ya Umoja wa Afrika ya usuluhishi wa mgogoro nchini Ivory Coast na amewahi kuwa mwakilishi maalum maalum wa Tanzania kwenye utatuzi wa mgogoro wa kisiasa nchini Zimbabwe. Naye ni kwa machache CV uh, yake ni ndefu sana. Katika eneo hili wa saba ni balozi Radhia Naima Msuya. Balozi Msuya ni balozi na mwanadiplomasia mwandamizi, akiwa amehudumu kama balozi wa Tanzania katika nchi mbalimbali ikiwemo Afrika Kusini, akihudumu pia uh, kwa nchi za Namibia, Lesotho, Botswana na katika taasisi ya SADC. Na kutokana na weledi wake katika diplomasia, balozi Msuya amewahi kutunukiwa nishani ya heshima National Order of Merit na rais wa Ufaransa. Hayo ni kwa kifupi. Nane ni Dr. Stegomena Lawrence Tax Naye ni mjumbe yeye. Ye ni kiongozi mwandamizi mstaafu uh, mwenye uzoefu wa muda mrefu katika masuala ya uongozi, diplomasia na utengamano wa kikanda. Amewahi kuwa katibu mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kwa miaka nane. Aidha, amehudumu katika nafasi mbalimbali za uongozi ndani na nje ya nchi ikiwemo kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki na pia aliwahi kuwa waziri wa Ulinzi. Na tisa na mwisho Mheshimiwa Rais ni Balozi George Madafa. Huyu ni afisa mwandamizi wa serikali mstaafu amewahi pia kuwa balozi wa Tanzania nchini Italia. Mheshimiwa Rais ofisi yangu imejiandaa kikamilifu kuiwezesha tume kutekeleza majukumu yake bila kikwazo chochote. Baada ya maelezo haya mafupi ninaomba, sasa kwa heshima, nikukaribishe ili uzungumze hadhara hii na kisha kuizindua rasmi Tume ya Uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Asante. Naomba tusimame kwa heshima na taadhima. Waeshimiwa, tukae. Waheshimiwa mawaziri, katibu mkuu kiongozi, waheshimiwa makatibu wakuu, waheshimiwa wajumbe wa tume na maafisa wote mlioko hapa, asalamu aleikum, tumsifu Yesu Kristo. <clears throat> Waheshimiwa, kwanza ni shukurani kwa Mungu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 Uh, njia zilizochukuliwa zilikuwaje? Halafu katika kuifanya kazi hii pamoja na hadidu rejea nyingine ambazo mtapewa, mimi nimetoa tu vile vidokezo hapa, lakini katika kuifanya kazi hii tutapangiana muda, lakini kama alivyosema CS kwamba yuko tayari kuiwezesha tume kwa vitendea kazi na muda mtakapokaa naye